Unaitunza kwa njia ya maandishi unaandika. Ukishaandika, ukifika nyumbani, narudia tena. Ukikaa ukiona sasa mambo yangu yote nimefanya yamekuwa free, niko huru, pitia tumejifunza kwa habari ya sauti ya Mungu. Alafu angalia kile unachosoma. Je, ni sehemu gani wewe umekosa kutimiza sauti ya Mungu? Inawezekana uliisikia siku nyingi, lakini katika kutunza kuisikia aujaunza Umesikia mw. afu imepita. Unasikia afu inapita. Na hata jioni leo ikiwa kwamba itapita sauti ya Mungu na ukaisikia ndani, Mungu anazungumza kitu na wewe. Alafu baadaye kitapita. Hakuna namna unaweza kukua kiroho. Hakuna namna kiro kiro utakua kiroho. Amina. Kila kiro siku utakuwa ni mshirika wa wana wao. Kila siku na utakuja utakimbia kanisa. Utasema, ah pale amna Mungu bwana. Mimi nimesali pale miezi mitatu minne sioni mafanikio yoyote. Sikiliza, Mungu anakaa ndani ya watu. Mungu akae kwa ajili yako. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nataka nikufundishe namna ambavyo Mungu anaishi. Mm. Biblia yangu inaniambia chini ya ardhi hapa chini duniani Mungu ameweka tu miguu yake. Kiti chake ki cha enzi kiko mbinguni. Amina. Unaelewa? Sasa ukisema kanisa hili halina Mungu, sio kanisa halina Mungu. Wewe ndio hauna Mungu. Amina. Kwa sababu Mungu anakaa ndani ya watu. Amina. Kuna mtu anielewa? Kwa nini uchawi ukae ndani ya mtu halafu Mungu akaingia ndani ya uchawi unakaa ndani ya mtu na unaoparete ndani ya mtu. Unaelewa nachofundisha? Amen. uchawi unakaa ndani ya mtu na unaoparet ndani ya mtu na Mungu uko yuko hivyo hivyo, huyu anatumika na mchawi na wachawi anaoparet kichawi. mimi ninatumika na Mungu, ninatumika na Mungu. na anaoperate ndani yake, na huyu uchawi unakaa ndani yake na unaoperate ndani yake. Kwa hiyo tunapokutana sasa, tunakutana watu wawili wenye we, wenye we imani mbili tofauti, huyu anauamini